Wakulima wa Ilemba katika halmashauri ya wilaya ya Sumbawanga mkoani Rukwa wameshukuru serikali kwa kuwatengenezea skimu ya umwagiliaji ambayo imewawezesha kulima mazao yao kwa mwaka mzima bila kutegemea mvua. Wakulima hao wametoa shukrani hizo wakiongea na TAKUKURU TV baada ya mwenge wa uhuru 2025 kuweka jiwe la msingi katika mradi wa skimu hiyo. Kwa kweli tunamshukuru Mama Samia kwa kweli, huu mradi huu tumenufaika. Kipindi sijawa na hilo shamba, kwa kweli nilikuwa nahangaika, yani nilikuwa natoka hapa naenda paka Sakalilo kwenda kununua vi mbogamboga nini, lakini saa hizi mbavyo nimekuwa na shamba langu, kwa kweli siangaiki. Mambo saa hizi yamebadilika. Kipindi kile ilikuwa hata kama ukienda sokoni unakuta mboga za majani hamna, pengine kuna kidishi kimoja tu cha msusa. Lakini saizi ukienda masoko yote tu mawili unakuta mboga za majani yani, watu wananunua mpaka wanalizika kuanzia asubuhi mpaka jioni. Kwa kweli upande wa mboga hatuhangaiki. Kipato napata, kwa kwa mfano kwa siku unaweza ukatumeuza dishi hizo mbili, dishi moja elfu tano dishi lingine elfu tano na elfu kumi unakuta elfu kumi hiyo inanisaidia kwa pale nyumbani. Awali, kabla ya mradi huu haujaja, tulikuwa na umwagiliaji ule wa asili, kwa maana kwamba tukitumia mto. Baada ya mto kuharibika kutokana na uharibifu wa mazingira, maporomoko ya maji yalivyokuja yakaathiri mashamba, yakabaki juu, maji yakashuka chini. Faida ya mradi huu, cha kwanza kwanza imetupa uhakika wa kulima misimu miwili, msimu wa masika na msimu wa kiangazi, ambapo hapo nyuma tulikuwa tunalima msimu mmoja, lakini nao hatuna uhakika wa kuivisha, kwa sababu tulikuwa hatuna miundombinu imara ya kuweza kuhakikisha kwamba tuna, tunalima kwa uhakika. Lakini ujio wa mradi huu tunaamini, hata mvua zikiwa chache, tunatumia maji ya skimu, tunalima na tunaivisha. Lakini pia faida ya pili, kipato binafsi imeongezeka ukilinganisha na huko nyuma, kwa sababu kulikuwa na miaka inapita hatu hatulimi au silimi, lakini ujio wa mradi umenifanya nalima na ninakuwa na kipato cha uhakika, ingawa bado sio kikubwa, lakini tunashukuru. Cha tatu, uh, ukiangalia hata kwenye makusanyo ya serikali, ya halmashauri yameongezeka kwa sababu tunavyovuna watu wanavyosafirisha, maana manake serikali inakusanya ushuru. Lakini ukiangalia hata kwa wananchi pia, wananchi wakulima wenzetu hata maisha yame, yame, yame, tuseme yameboreshwa kwa kupitia huu mradi. Mtazamaji, ni vema ukafahamu kuhusu skimu ya umwagiliaji Ilemba iliyopo katika halmashauri ya Sumbawanga mkoani Rukwa, ambayo imewekwa jiwe la msingi na kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru 2025 Bwana Ismail Ali Ussi. Mahali hapa niliposimama ni eneo la skimu ya umwagiliaji Ilemba. Wakati tunaendelea na utafiti wa maeneo ya kuendeleza skimu za umwagiliaji tulikutana na wakulima wakatueleza changamoto yao. Wananchi wa Ilemba changamoto yao ilikuwa ni kilimo cha umwagiliaji, wanapata shida sana kipindi cha masika mito inahama. Hivyo basi sisi kama Tume ya Taifa ya Umwagiliaji tulilichukua tukalifanyia kazi. Skimu hii ya Ilemba ina faida kubwa sana kwa sababu ina eneo lenye ukubwa wa hekta 1650 ambalo wakulima wenyewe ndio wanamiliki, wanamiliki mashamba hayo. Manufaa makubwa ya mradi huu kwanza, utakapojengwa wakulima wataweza kulima mashamba yao kwa wakati, ambapo watapata maji ya kutosha kiasi kwamba itapelekea kipato kuongezeka. Kwa sasa hivi production uzalishaji kwa hekta hekta moja ni tani 3.5 hivyo, malengo yetu ni kwamba baada ya ujenzi kukamilika, tunatarajia kwamba uzalishaji utaongezeka mpaka kufikia tani 7 kwa hekta moja. Kilimo ni biashara, na kupitia skimu hii ya umwagiliaji ya Ilemba Mwenge wa Uhuru 2025 umeleta matumaini ya kupeleka mbele ajenda ya 1030 ambayo ni mkakati wa kukuza sekta ya kilimo kwa asilimia kumi hadi kufikia mwaka 2030. Mradi huu wa umwagiliaji ambao tumekuja kuuona ni miongoni mwa miradi ambayo inaenda kulitatija kwa ujasiriamali mbalimbali pamoja na wakulima wetu ambao wanatumia mabonde haya. Ni imani yangu kila mmoja anaendelea kupata manufaa juu ya mradi huu ambao unaendelea kutekelezwa na utakapokamilika kwa uweledi na kama ambavyo umekusudiwa, kwamba mradi huu bado unaendelea kutekelezwa vizuri, na wala musiwe na shaka ya aina yoyote. Unapokuwa na jambo lolote la kiushauri kwa wenzetu hawa wanaojenga, hakikisheni mnaenda kufuata taratibu na munakaa chini na mnawaelezea changamoto yenu, kama ambavyo amenielezea kaka yangu pale kwamba wao hawafanyi jambo lolote bila kuwashirikisha wakulima wenyewe na nyinyi wenyewe ndiyo ambao mnasema, kwa sababu huu mradi haujaja kwa ajili ya kiongozi fulani. Mradi huu umekuja kwa ajili yenu wananchi. Kila mmoja anapoona hapa anaweza kushauri, basi anawajibika kuweza kuwashauri wenzetu, ili kutekelezeke hivyo ambavyo tunavyokusudia hatuhitaji kusikia mradi umekamilika, kukawa kuna changamoto yoyote baina ya wakulima pamoja na wakandarasi wetu ambao wanaendelea kujenga mradi huu. Tunatamani kuona mradi huu unakamilika na nyinyi wenyewe mnaendelea kupata faraja na hamu ya kuona kwamba serikali, ujio wa mradi huu wa umwagiliaji umekuja na matumaini makubwa na umekuja na upendo mkubwa. Rushwa katika kilimo cha umwagiliaji ni changamoto inayoweza kuathiri maendeleo ya sekta ya kilimo na usalama wa chakula. Viashiria vya rushwa ambavyo vipo kwenye skimu za umwagiliaji, ya kwanza ni namna ya makusanyo ya mazao ambayo, baada ya msimu, wakati wa mavuno, kwa mfano kamati kama kamati ya uongozi huwa inateua kamati ya wakusanyaji wa mazao ambao watazunguka shamba zima kukusanya hayo mazao na kuyahifadhi na kuyahifadhi kwenye, kwenye store kwa maana ya store ambayo itakuwa ipo kwa ajili ya kuhifadhi mazao yaliyovunwa kwa msimu husika. Sasa kiashiria cha ubadhirifu kiko pale ambapo wale wakusanyaji wanaweza wakakusanya wa, wa kiwango kikubwa alafu kwenye ripoti zile za makusanyo kwenye store, makusanyo yakawa hayafiki kiwango ambacho kinatakiwa. Kwa hiyo tunashirikiana na ofisi ya TAKUKURU mkoa, huwa wanatupa wataalamu, tunashirikiana na wakulima wote ili wapate elimu au tuweze kufikia malengo ya ukusanyaji